Mheshimiwa mbunge karibu sana kata ya Magomeni, sisi moye. Dugu ndugu zangu wana Magomeni, mimi nimepewa fursa hii kusimama hapa kuomba kura za ndio kwa Chama cha Mapinduzi ifikapo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Ndugu zangu wana Magomeni, ni Chama cha Mapinduzi pekee ambacho chama chenye dira na mwelekeo. Mmemuona mheshimiwa Diwani Limbanga, mmemuona ameonyesha hapa utekelezaji wa ilani tumeuona. Tutakapomchagua Daktari Su Zaidi, ataendeleza pale ambapo aliishia mzee wetu Limbanga. Tukimteua mtu mwingine ataendeleza au ataanza ya kwake? Kama ataanza ya kwake, atampelekea nani? Ikiwa mbunge atakuwa wa CCM rais wa, wa CCM kufanya hivyo, tutakuwa tumejirudisha nyuma ndani ya miaka mitano ya maendeleo kata ya Magomeni. Vigelegele kwa Dr. Sudi Zaidi. Yeah. Ndugu zangu wa Magomeni, Dr. Sudi Zaidi bado kiumri ni kijana. Hawezi kufanya makosa, kesho atakuja atahitaji tena. Akiharibu ataona haya. Kwa umri wake tukimpa, atafanya vizuri na ataendeleza gurudumu la maendeleo kwa kata ya Magomeni. Ndugu zangu, mimi kama mwenyekiti wa umoja mwenye wa vijana, ni sehemu ya wasaidizi wa Mheshimiwa Mbunge, kwenye vikao tunakaa naye Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi. Ni muungwana, ni mnyenyekevu, lakini ni mwalimu wa walimu, si tu kwa wana Magomeni, wana Kilosa bali kwa nchi kiujumla. Mheshimiwa rais kweu anapendeza, anapendeza.